Assalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu Allahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du karibu kwa mara nyingine ndugu yangu mpendwa unayetufuatilia katika maudhui zetu mbalimbali hizi zenye lengo la kuelimishana na kuzinduana katika dini yetu leo nimekuja na ombi langu Mimi bwana niliomba ombi na halikujibiwa au ni swali, ni ombi na ni swali. Kama mna kumbukumbu kumbu, katika mwezi wa Shaabani uliopita, Kenya kulifanyika kongamano na kongamano lile akaja kalitangaza mmoja katika washirikina wa Kiwahabi ambaye tunamjua Muhammad Bachu akaja kulitangaza akasema kwamba kuna kongamano la kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Alipotangaza tu mi nikaja Nikamwambia unatangaza bidaa, kongamano ni bidaa na hakuna ushahidi mtakaoleta kuonyesha kwamba kongamano si bidaa. Nilipomwambia vile, yule bwana akaja, yalifanyika hayo kwenye Shaabani iliyopita, kipindi kama hiki, akaja yule bwana akaja akasema sio bidaa, akatoa ushahidi wa hadithi Akasema Mtume aliwaita masahaba ilipo karibia Ramadhani, akawaambia, Ramadhani inakuja, fanyeni mema. Kwa hiyo kitendo kile cha Mtume wa kuwapa maelezo masahaba zake kuhusu Ramadhani na kuwahimiza kuhusu Ramadhani, aada ndo kongamano <laughs> kituko kikubwa zaidi. Akaja akanambia na wakati ule Mtume yeye yuko, yuko hai, ilikuwa haina haja ya kuchukuliwa mashehe kutoka sehemu mbalimbali wakaletwa kwa sababu mtume mwenyewe ndo yupo. Nikaja nikamwambia unaongea upuuzi, bado hujaleta dalili ya kongamano, kwa sababu mtume mwenyewe hilo alolifanya si kongamano. Kwanza si kongamano ambalo nyie mnalifanya, lakini la pili, mtume alikufa, pia maswahaba hawakufanya kongamano ambalo nyie huwa mnafanya. Baada ya maswahaba pia halikuwa hikufanyika kongamano ambalo nyie mnalifanya. Kwa hiyo bado itabakia kuwa ni bidaa msioweza kuitetea. Kwa nini mnafanya bidaa kisha kwenu nyie inakuwa halali, kwa wenzenu wanapofanya jambo ambalo wamelifanya kwa ushahidi na hoja, wakasema hasa kwamba hoja hii, jambo hili linawafikiana na sheria kwa hoja hizi na hizi na hizi, kwa wenzenu huwa ni bidaa, ni haramu, ni baya, ni chafu lakini kwenu nyinyi, bidaa kwenu nyinyi inakuwa ni sunna, ile haiwi tena bidaa. Kwa wenzenu inakuwa ni bidaa chafu, kwenu nyinyi inakuwa ni sunna, jambo lile lile lenye mwelekeo na ufanano katika kila hali. Nikaja nikaonyesha mimi kongamano lao walolifanya Kenya Alhajar. Ndani ya kongamano hilo wanawake na wanaume walikuwepo, wanawake walikaa nyuma, wanaume mbele ndani ya kongamano hilo kulikuwa kuna mapicha hasa mabango ya mapicha yamekamatwa hivi, mapicha picha hasa likatiwa la kutoa frame limekamatwa hivi, na wale watazamaji wa ile kongamano, picha la Sheikh mmoja sijui kama ana hela yule au vipi sijui. Ndani ya kongamano hilo kukatolewa vocha, zinatajwa vocha, anayewahi ndo anatia haraka haraka kwenye simu yake, tena ukiwa wewe wa kwanza ndo bahati yako hiyo. Kongamano lile lilikuwa limejaa uzushi wa kila aina. Mashehe wametolewa kwenye nchi mbalimbali, wamekuja pale, kila shekhe kapangiwa mada yake kwa muda maalumu. Kongamano linasubiriwa kipindi maalumu kama hiki cha Ramadhani, kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Kongamano hili ni uzushi, limefanywa na alhajar, limejaa uzushi. Nikaja nikalionyesha, nikamuomba tena Muhammad Bacho aje anijibu. Hakuja tena mpaka leo, mpaka leo hii nazungumza hakuja tena kunionyesha dalili ya leo kongamano Kuonyesha watu ni wanafiki na ni watu waovu waongo na ni wazushi. Kwa hiyo ombi langu na swali langu, naomba jamani, ile dalili niletewe, kwa sababu tumeshafika tena. Mnaanza sasa makongamano tena, juzi juzi limefanyika kongamano la miski ya roho hapa Tanzania, nalo ile kongamano ukitazama huko ndani mna mapicha, mmewekwa vioo vya TV, mna mapicha najitokeza mashehi pale Wapo wanawake wanaume ndani ya kongamano hilo la misikia ya roho. Tena ilikuwa nakumbuka nyuma hapo ilijo, walikuwa wakiitwa na ndivyo ilivyo, akina Yusuf Abdi na mashehe wengine wanakuja kuimba mle anashid na hawa mabwana hufanya makongamano, ikawa kuingia mle kwenye kongamano ni ni kwa tiketi kama ilo kongamano la misikia ya roho, ni kwa tiketi kama kongamano la roho. Unaingia kwenye kongamano kwa tiketi yani sehemu ambayo watu wanatolewa mawaidha, wananasihiwa, wanafundishwa kitabu na sunna. Unaingia kwa tiketi yani uzushi juu ya uzushi. Kwa nini hili lifae maulidi asifae? Kwa hiyo naomba hoja mulete hapa hoja za kufaa makongamano, na mkifanya tena alhajar kongamano lenu tena nitaomba tena hoja mulete dalili kwa nini mfanye uzushi. Ya ayuhalladhina amanu lima takuluna ma la tafalun, kabura maktana inda Allahi an takulu mala tafalun. Mbona mnasema mna, mna, mna msiyoyafanya? Allah anachukia ni makasiriko na ni machukizi makubwa kusema mambo ambayo nyinyi hamyafanyi. Na sio hili tu, siyo hili. Kuna mambo mengi hawa jamaa wanayafanya ambayo ni bid'a. Ni uzushi haupo hasa katika dini. Lakini kwa kuwa wamekubali mashekhe wao na wamekubali wao, inakuwa si bidaa, ni jambo zuri. Na haya biidhnillah tutabainisha kidogo kidogo. Si mnaona nyinyi katika mwezi huu tulionao tayari e, imeshaanza kufanyika makongamano madogo madogo kwa ajili ya matayarisho ya mashindano makubwa makubwa ya, ya, ya ya ya Qur'an yani, kuna kuna makongamano madogo madogo kisha kuna mashindano ya Quran makubwa. Wakati ya mashindano ya Qur'ani, yenyewe ni bida, tumeshasema mara nyingi Watu wanaenda jazwa kwenye viwanja kike kiume e, mshindi wa kwanza anapewa zawadi kubwa kuliko mshindi wa pili, wakati, wakati wa pili, wakati wote wamehifadhi kitabu cha Allah, wote ni washindi wale, lakini wa kwanza atanyanyuliwa, mwingine wa mwisho aambiwe, mwingine ndo mshindi, mwingine si mshindi. Mtihani mtupu, ni uzushi ambao haujawahi kufanyika kabisa huko nyuma na mimi nilishawahi kuzungumza. Kwa hiyo jambo la msingi e, nitaorodhesha biidhnillah bidaa nyingi wanazozifanya wa mawahabi, lakini leo nataka kupewa dalili juu ya makongamano yenu mawahabi mnayoyafanya. Nataka dalili, na hii dalili Muhammad Bachu imeshamshinda, hakuja tena, nilimhoji hakuja tena kujibu. Lakini basi atokee wahabi yoyote, iwe katika binadamu wahabi huyo, iwe katika majini, aje anijibu.